Je, yeah, upi, upi mkakati wa serikali wa kujenga minara ya simu kwenye kata ya Ipunga, Nyimbili na Isalalo ili kuboresha mawasiliano? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Engineer Mary Priska Mahundi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti katika kata ya Nyimbili kuna minara miwili iliyojengwa kwa ruzuku ya serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote yuxaf. Mnara wa kwanza ni wa kampuni ya Honora maana yas ambayo ilikuwa Tigo, na mnara wa pili ni wa kampuni ya Vodacom na minara hii yote imekamilika na inatoa huduma kikamilifu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa upande wa kata ya Ipunga na Isabalo, Isalalo bado hazijapata fursa ya kunufaika na miradi ya serikali ya kuboresha huduma za mawasiliano. Hivyo, kupitia YUKSAF, katika kata hizi zitafanyiwa tathmini ili kubaini changamoto za mawasiliano ya simu katika maeneo tajwa na kubaini mahitaji halisi ya kuyaingizia katika zabuni zitakazotangazwa kulingana na upatikanaji wa fedha, hususani katika mwaka wa fedha 25 26. Mheshimiwa Japhet Nelunga Hasunga. Asante sana naomba nishukuru sana kwa majibu mazuri yaliyotolewa na serikali lakini nayo maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza. Kwa kuwa kata ya Ipunga na kata ya Isararo eh, serikali imedai kwamba bado hazijanufaika na upatikanaji wa huduma za simu za uhakika. Ni lini sasa utafiti huo utakamilika ili wananchi wale ambao wamesubiri kwa muda mrefu waweze kunufaika na mawasiliano ya simu? Lakini swali la pili pamoja na kwamba kata ya Nyimbili mmejenga minara miwili ambayo, ambayo kwa kweli naipongeza serikali. Lakini yapo maeneo kutokana na jiografia ya kata ya Nyimbili yako bondeni na mengine yako kuna milima mingi hayapati mawasiliano ya simu kwa uhakika. Maeneo kama Antesia, maeneo kama Shtiti, Nyanyi na Mwangwa yote hayapati mawasiliano. Upi mkakati wa serikali wa kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanafikiwa vizuri na mawasiliano yanapatikana kwa wakati? Majibu, mheshimiwa waziri. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza nipokee shukrani za mheshimiwa Japhet Hasunga na wewe pia nikupongeze kwa ufuatiliaji mzuri na nikuhakikishie tu kwamba huu utafiti tutahakikisha unafanyika katika mwaka huu wa fedha ili mwaka ujao wa fedha, kadili pesa inavyopatikana, ina mapema sana, wananchi hawa waweze kupelekewa huduma ya mawasiliano, kwa sababu ndio hamu ya mheshimiwa rais wetu kuona kwamba vijiji vyote vinafikiwa kupata mawasiliano ya uhakika. Lakini mkakati wa serikali katika mazingira haya yenye miinuko, tayari watafiti wataalamu uh, wetu wanaendelea kufanyia kazi kama ni ku upgrade na kuona kwamba signals ziwe za mfumo mzuri, labda wa 3G watafanya, lakini maeneo ambayo haiwezekaniki basi minara mipya itapelekwa, na tayari tuna ongezeko la banchi ya minara zaidi ya mia mbili. TTCL pia watakwenda kwenye maeneo haya yote ambayo sio rafiki wa biashara, lakini wananchi wetu ambao Dr. Samia Suluhu Hassan anawahudumia wataweza kufikiwa.